Bwana Yesu Kristo, watu wa Mungu, ndio kila sababu ya kumshukuru Mungu wa mbinguni, tena kwa ajili ya kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya simulizi, na tuna kitabu cha masimulizi, maana Biblia na vitabu vya kimasimulizi, vitabu vya kimashairi, vitabu vya kisheria, vitabu vya kinabii na vitabu vinavyo katika siku, siku ya leo nataka tuendelee na kitabu cha ni kitabu cha Esta, ambacho tumepata fursa kuanzia ya sura ya kwanza na tunaelekea kuitafuta sura ya kumi leo tuko katika sura yetu ile ya saba na ya nane tumemalizia mara ya mwisho kwa sura ya sita na nipende kuendelea kuanzia pale kwenye nikumbushe kidogo kwa habari ya sura ya sita angali tunaelekea kwenye sura ya saba. Kwenye sura ya sita tunaona mfalme ana Malkia Esta anamuomba tena mfalme kwamba waje kwenye karamu, kwa sababu aliandaa karamu ya mara ya kwanza akusema neno lolote, akaandaa karamu ya mara ya pili sasa Esta. Na katika karamu ya pili iliyoandaa tunaona hapa akusema pia kitu. Lakini ile sura ya saba inapoanza, sasa tunaswitch kwenye sura ya saba, Malkia Esta ndipo anamwambia mfalme, haja yangu mimi mtumishi wako ninatamani maisha yangu mikononi mwangu na ya ndugu zangu, kwa maana tumeandikiwa kufa sisi na mtesi wetu Amani. Kwa hiyo sura ya saba inaanza kwa habari ya Esta kueleza haja yake, kwa nini aliandaa ile karamu nzuri ambayo alimwalika mfalme peke yake na kumwalika eh, Hamani ambaye ilikuwa ni msaidizi wa mfalme. Kumbe huyu Amani ndio alikuwa mtesi wa taifa ile la Wayahudi au ah, Wayahudi walikokuale utumwani Shushani ngomeni na katika majimbo mengine mia moja na ishirini na saba ya kule Uajemi. Na wakati anasema maneno haya, mfalme hasira yake ikawaka. Mfalme Ahasuero akamwambia, kweli wewe unakula chakula changu, nimekupa madaraka, umeingia paka kwenye nyumba yangu, unataka uwe mke pamoja na ndugu zake. Sasa hasira ikawaka ya mfalme. Mfalme akauliza Koapinti akasema, mti aliuchonga Mordekai, aliyochonga amani kwa ajili ya Mordekai. Akasema amtundikeni yeye. Amri ya mfalme ikawa ni kali, na akachukuliwa mikononi mwa wale matarisho, mfalme akapelekwa na akatundikwa kwenye mti ule ule ambao ulikuwa umekusudiwa atundiko Mordekai aliyemwandalia. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika ile sura ya saba. Tunaona haya ndio mambo yaliyotokea, na baada ya sura ya saba katika haya ilipotokea Amani anapokuwa ametundikwa basi, Amani, ile ghadhabu ya mfalme ilitulia tu pale Amani ilipotundikwa kwenye ule mji ambao alikuwa amemwandalia Mordekai. Tunaanza so, sura ya nane ambayo tunaangalia amri ya mfalme juu ya Wayahudi. Amri ya mfalme juu ya Wayahudi ilikuwaje? Amri ya mfalme juu ya Wayahudi, amri ya mfalme juu ya Wayahudi alisema sasa nataka kama chimbo yote ambayo tayari ilipelekwa waraka na huyu Amani ya kwamba wauawe Wayahudi nasaka waende tena watu wapeleke waraka mwingine, akampa mamlaka hiyo Mordekai. Akamvua pete aliyokuwa amemvalisha yule Amani akamvalisha Mordekai na Mordekai akavalishwa na vazi la kifalme, akaambia sasa, nenda upeleke watu wakaweze kutengua ule, wa, ule waraka wa Amani, ili Waisraeli wakapate kuishi. Kwa hiyo hii ilikuwa ni amri. Na kwa nini ilikuwa ni amri? Kwa sababu Esta alimwambokia tena mfalme akamwambia, ninaomba, imeshapelekwa amri kwenye majimbo yote 127 ya kwamba wayahudi wote wanapaswa kuuawa, naomba bwana, ninaomba, ninaomba mfalme pelekwe sasa eh, waraka mwingine wa kutengua akamwambia sasa fanyeni hivyo na Mordekai alikuwa amepewa nafasi ya amani ambayo imetundikwa kwenye mti kwa hiyo hiyo ikafanyika na ile jambo la Esta ambaye imeomba mfalme likawezekana kwa hiyo hapa tunaona Mordekai usoni mwake na amevaa mavazi ya kifalme anapewa ile nafasi ya mtumishi yule aliyekuwa baada ya mfalme yani amani hapa Wayahudi wamepewa neema na wamepewa alipe ki, ki, kisasi juu ya majimbo yote. Ikawa ni furaha na karamu kwa Wayahudi. Hii ndiyo sura ya nane, hii ndiyo sura ya saba na ya nane. Mungu akubariki sana, usikose sura ya tisa na ya kumi ambayo tutakuwa nayo kwa siku ya kesho. Naomba ufuatilia simulizi hii na utakuwa umesoma Bibilia na kitabu cha Esta chote, na Mungu akubariki sana. Don't miss the coming session.